a border border hwoea the tumekuja kama saa 11 ya jioni kukuja hapa, tulikuja na mganga. Wakati tumefika kwa nyumba huyo, mkaka akatuambia kama unajua ulihusika kwa hii wizi ya pikipiki, usijaribu kule hii dawa an hour later these two were reported to have started feeding on grass outside the house of the boda boda operator alleged to have been robbed. Akatuambia yeye amemaliza kazi yake, tumpatie one and a half hour pikipiki hey, itakuwa piki, imerudi, na wale watu walienda na pikipiki. Yeah. Sasa sisi tumekaa tukingojea pikipiki yeah hatujangojea kwa watu kwanza kukula nini? yeah. Nyasi. ile kitu tuko hapa paka saa sita ya usiku tunangojea pikipi. alidungwa kishu na huku nyuma kwa mgongo na huku mbere na kwa macho. Sasa mimi kitu yenye nomba tu wenye walifanya hiyo kitu wachulikane, ndio aweze kutoka hospitali. Residents say such cases where bodaboda operators are robbed of their motorbikes are on the rise. Hata mimi ndio nilikuwa nataka nimwone hata afanyie ule jirani yangu hivyo pikipiki yake nayo pia irudi. Yeah, <laughs> Yes. Yes. Yes. Ndio hapo ndio anatoa sukari yes, yake hata yes, ile nayo ikiletwe hata yake pia iletwe, so mbango ndio tunataka tujue ni wapi anatoka. The two were later taken to Lanet police post to